Mwaka haijafika kuota na mshaanza maparagraf, kwani uwanja the german the shepherd ulifanywa nini na Muthoni yeke ye baby top? Isipokuwa kwenye anya obona, sasa si huanga una tu si huyo wakili from monday to Friday. Leo sasa usha kut kiparagraf kikubwa, but Githaiga wa Chai amenisaidia kuanalyze hii paragraph, so mimi nitasoma venye Githaiga amesema, amesema Daddy, I know you are angry you are not as influential as mom, just come out and stop using your kahaba sister, people may not nyita but me and you does. Ama ni zile sifa za ligiji zinakukula, siuambie yuwa bosa na kusifu pia na soprano yake sasa, muna threaten nani na chai maito? Ebu bring it on tu kunywe. Ala, ama ni hizo story za nyoka na viumbe za ajabu ajabu munajaribu kufichilia na drama. My guy, this is from Githaiga wa Chai. mimi sijaongea kitu i have not said anything, na siendi kuongelea hii story. Githaiga ameongeza stori ya manyoka za JCM. Akakaaka akatuletea aka, aka the whole narrative yenye ilikuwa ime happen kwa account ya ure madhe fulani alimpeleka kwa koti. And talking about Githaiga kupelekwa kwa koti, I'm going to address it boldly. Bishop Ben uliyamwanga Githaiga atarukishia mwaka kwa jera. Because uli msikilia wivu sijui hivi na ngo. There was a lot of story about that. On that particular day, mi si kufuata because Trevor ameenda mazishi. Mi si kufuatilia hiyo story sana. But mahali imefikia. Ai, mambo hayendi venye inafaa kwenda. Si uni huyu tu alichukua Karuma boy akatuambia o I have I am taking care full custody of Karuma boy. Alafu Karuma boy tukasikia nyumba yake imeibiwa. Mambo ni mengi. Story ni nyingi. Lakini kama Githaiga hata yeye amesema ameona hiyo story ya JC na Manyoka ndio wanajaribu kufichilia. Who am I not to talk about it? Alafu huyo madhe aliamuka asubuhi kuandika hmm? Aliandika script sijui inatoshana na nani hata watu wenye walikuwa wanaandika composition hawakuwaiandika kitu kayo hmm? Hey. Nimeona hapo watu kwa comment section. Kama huyu anaitwa Nyambufil anasema kanwagaka kila ki, touch not the anointing, eh, na watu wanaogopa sijui the anointing angoa. But wacha niwaambie hivi, we do not care the fight. Whoever posted paragraph was the German shepherd attacking Mlima Queen, and pia nikojaba com me Huyu mtu akaendelea kwa hii comment section. Unajua niliwaambia nga comment section ndio inakuanga imejaa udaku, full story. So before you argue with anything, kimbia kwa comment section utakuja kuelewa. Nyambu feel annoyed with rotten behavior aki ya nani. But people still believe in that particular nonsense. Because I don't follow it. Na wamesema kaende kaende. Githaiga umefanya vizuri kuexpose hiyo story, hata mimi na kusupport Githaiga. Hata mimi on this one, I support you 100%. The german shepherd, wacha kushinda ukitupostia stori za kwako, wacha kushinda ukituambia nyenyenyenyenye, huo ma mastori mingi hatutaki za kwako We, don't do, we do not want to hear it another thing I want to add jua hii chai kabla ikuwe baridi reke hmm. sio borane ira ira, e, <laughs> ira baby top head araririe kamemeihe na icio ndeto na icio rarehe fujo no ni ahuriire mwanake ire mwanake umwe witagwo Handi Samu thimu ira. Na makiaria na thimu ii, Handi Samu ni araugire maboco maria maheanagwo matiheaga. Na akiuga andu aria marenda gutindika tindä De ka ndeto cia tu support mwena wa maboco, tutikurora mwena ucio una.

kiongo nagyo kiuma mwena uri ungi wa kanitha iyo video ni mwadiki wa mohoro wa hota kurekeria na e social media, na neho muthikafu munene wa kanitha wa JCM ne bishop Ben Kienge akiri ekia kwaraniria na ndo ne yakuga acha iyo ti nyoka au ga neke gurumuki na ke haide mwe ithwe to ke gurumuki ya kihana gotire

Majuzi sade ogetweta haria content creators na bloggers ogetwa no celebrate mwako mwe kuma muru twike bishop That is the thing No dato ya ko makania ni atiriri no watu meirwo shiringi nuthu milioni ne munene na wa forori ne yonera watu, ne watu mogalie go gutwendia